Sitaji mwanadamu aliye mzembe katikati ya madhabahu yangu, sitaji mwanadamu aliye mzembe katikati ya madhabahu yangu. Aheli nikabaki na wanadamu watano watanitosha sana, watanitosha sana katikati ya madhabahu yangu. Sihitaji mwanadamu kimvuli katikati ya madhabahu yangu. Sihitaji mwanadamu kimvuli katikati ya madhabahu yangu. Kumbuka, unapokuja katikati ya madhabahu yangu, unapokuja katikati ya madhabahu yangu, nakupa shamba kwa ajili ya kulilima. Uwezi ukaja katikati ya madhabahu hii nisikupe kazi ya kufanya, uwezi ukaja katikati ya madhabahu hii nisikupe kazi ya kufanya. Na yeyote aliyeketi katikati ya madhabahu hii ana kazi ya kufanya. Wengine wamekalia huduma zao, wamekalia vipao vyao nilivyowapa, kwa sababu ya shida zao mbalimbali mbali. kwa sababu ya visingizio vyao mbalimbali mbali. lakini hacha mwanadamu ni kueleze, acha mwanadamu ni kuambia usipokitendea kazi hicho kipadi lichokupa, sikiliza, shamba lako litaendelea kujawa na manyasi, shamba lako litaendelea kujawa na manyasi. Oh, na siku zote mimi Mungu nasema ya kwamba mti usiozaa yanipasa ni ukati. Ndiyo maana nasema sihitaji mwanadamu kimvuli katikati ya madhabahu hii. Sihitaji mwanadamu kimvuli katikati ya madhabahu hii. Sihitaji mwanadamu anayenitumikia kwa kimvuli. Sihitaji. Kama huelewi ni nini cha kufanya katikati ya madhabahu yangu, niombe mimi Mungu, nitakueleza nitakwambia, unapasa unitumikie kwa sehemu, kwa sehemu hii, mwanangu. Hata kulinda madhabahu yangu isiharibike na yenyewe ni kalama za watoto kanisani, wasipige kelele wakati mimi Mungu ninapowahudumia, na yenyewe ni kalama. Wewe unasema ya kwamba huna, huna kazi ya kutenda katikati ya madhabahu yangu, huna kazi ya kufanya wewe, utakuwa ni muongo, wewe utakuwa ni muongo, wewe utakuwa ni askari ambaye sio mwaminifu, ya kupasa utoke katikati ya madhabahu yangu.